Burudani pa bwana katika moja na mbili, msemaji wako ni Sam Khan, ambaye nimekuleta hapa kwenye Gademit Tv. Watu wengi sana madereva magari wamekuwa na kwikwi na kutambua, je, yeah, inatoka lini, inaachiliwa lini Gademit tv? Na hivi imekuja na surprise kubwa, mtengenezaji wako nimeapa Sam Khan, nataka nimuulize ndugu yetu pilot wa alzini amejisikiaje baada ya kuambiwa kwamba wewe ndo utakuwa wa kwanza kufanyiwa interview? Ah bana, anashukuru sana kwa heshima ambayo nimepewa, nashukuru sana sana, sineni cha kuwalipa. Na pia moja kati ya jambo ambalo nanifurahisha kuona kitu kama hiki, Gademit anatupeleka ulimwenguni mwingine, tushazoea wana, wanaojua wasanii wanaojua wachezaji na nini, lakini kama hivi, na sisi ulimwengu wetu wa truck driver umeona e, watu wa barabarani tunakuja hapa tunaojiwa, unazungumzia experience yako unazungumzia matatizo yako. E bwana, mimi ningependa kwanza kumpa hongera sana sana sana sana, nashukuru sana, kwa sababu tumepata sehemu ambayo tutakuwa tunazungumza jambo letu na litaonekana kwa ukubwa e, tofauti na ile umejirekodi na nini lakini hii itafika kwa ukubwa sana e bwana, mimi ningependa kutoa hongera kwa Gademit, Mungu akujalie, Mungu akuongoze hii ifike juu, kwa sababu ikishakuwa ni tv tayari, hiyo iko ngazi za juu, tutatambulika tutafahamika na kila kitu, na nadhani utawaletea vitu vizuri, ndugu yangu, nakubali <laughs> sana, huyu sana. Sana. Yes. Sana, ni mmojawapo kati ya madereva ambao wana trend sana katika mitandao ya kijamii na unanaa mbele yako, unaitwa Sam Khan ni CEO wa Gademit TV. E ebwana, kuna burudani nyingi, lakini imeletwa hii chaneli kwa niaba ya kwamba kuwasaidia madereva na kupata haki zao, na kujua nini na nini na changamoto yao ni ipi. Maana katika watu ambao wamekaa nyuma sana na kuzalaulika ni madereva, wawachukuliwa poa. Kuna matukio mengi ambayo yanatokea njiani, watu kupata ajali, kutekwa, matatizo mengine utayapata kwa wakati. Hii tv sio kwa ajili yangu mimi peke yangu, sisi ni wewe